Jambo la tano, washauri na uwasisitize watoto kufanya kazi na kuishi kwa ratiba, timetable. Wafundishe na uwasaidie kuishi kwa ratiba saa tisa na nusu, kumi kafika nyumbani, mwambie usikae hivi hivi tu kwenye simu, fua nguo zako ulizoweka. Ukimaliza kufua, fanya kazi yako. Umesema una homework, ifanye, kaa pale, usifanyie homework kwenye TV. Kuna watoto wengine wanapenda kufanya, anafanya homework hapa, TV iko honi, si mnaonaga unafikiri akili zake TV. Ukimaliza utakuja. Mwambie weka ratiba ratiba zako, unashindwa kwa sababu una, una, unaangalia sana TV. Kwa nini usiangalie TV Jumaa? Kama kuna vitu vingine inawezekana, shauri mwambie baba kidogo amalizi kazi zake na sikuja anasema amechapwa kwa sababu ya TV. Kwa nini asiwe anaangalia TV Jumaa kama kuna sehemu unaweza kushauri, fanya nini shauri. Najua kuna wengine ushauri wenu hauzingatiwi, au lakini na uhakika kuna wengine ushauri wenu unazingatiwa, na kuna mara nyingine unaambiwa, unaulizwa kabisa ehe, wewe unasemaje? Sema ukweli, useme huyu mtoto wenu. Mungu anajua. Usiishie, Mungu anajua Mungu hayuko hapo kwenye malezi. Hivi unajua, ngoja nikwambie watu wa Mungu ukweli. Kuna wengine hapa mmewekwa kwenye baadhi ya nyumba kwa mpango wa Mungu kabisa. Yaani mpo pale kwa kusudi maalumu. Kama ambavyo kuna watu ambao wamewekwa kwa kusudi la kiganga. Kuna mmoja alikuwa anaongea na akaambia, mimi nimekuja hapa kusudi langu mmoja kuhakikisha hii ndoa inavunjika. Nane mkutuma nimetumwa na ndugu zao. Kusudi. Sasa kama huyo anakuja kwa kusudi na inawezekana wewe uko pale kwa kusudi, hakika kisha unafanya kitu kwa wale watoto, naomba ni kuhakikishia mtu wa Mungu, mbegu unayoipanda kwenye watoto wa mtu mwingine, siku moja hiyo mbegu itaota kwenye watoto wako. Na mtu ananielewa, itaota kwa uliyoyafanya, au itaota kwa watoto wako, watafanyiwa na watu wengine yale mema uliyoyafanya kwa watoto wa mtu mwingine. Jambo la mwisho Kuna kitu kinaitwa distractions. Yani mtoto anapokuwa ameweka mawazo yake kwenye kitu kimoja, labda kwenye simu au kwenye TV, msaidie kuwa na mambo mengine au majukumu mengine au majukumu ya ziada yatakayoitoa ya akili yake kwenye TV, kwenye kompyuta, kwenye game au kwenye simu. Kwa mfano, unajua kabisa kakikaa nyumbani kenyewe kamesharudi, katakaa kwenye simu au TV na wewe unaenda dukani, mwambie twende, maana yeye anapenda. Nikusindikize dada, twende dukani najua nikikaacha aka nikikirudi tu nakuta kamepanua miguna kana nenepa. Mwambie twende. Una kitu unafanya, mwambie njoo nisaidie. Nafua hapa basi miwe naweka kule. Wewe hata kama afanyi vizuri, lakini ndio unamsaidia ili kuondoa akili yake kwenye, kwenye upweke. Waingereza anasema An Akili isiyo na kitu cha kufanya ndio sehemu au karakana ya shetani. Akili unjabani uh, yeye mwenyewe mnajua. Ukikaa akili yako una cha kufanya hivi na hivi, mambo yanakuja kwa sio mambo mazuri, si ndio? Ndio maana tunasema usio na akili tuputupu. Ukikaa tu hivi hivi, kamesi jana kuja. Hivi nani ambaye sijamchuna siku nyingi? Yaani ndio akili tu inakuja. Alafu nashangaza kuletea watatu wa haraka haraka. wa kwanza, huyu baili sana huyu, namchomoa. Za siku ile, mwaka mpya umevukaje eh, sisi wenyewe hata pilau hatujala. Kazi imeanzia hapo. Ukiwa na akili kilala tu hivi, ukiwa empty tupu, ndio vitu vinavyokuja. Huwezi kuwa umekaa tu hivi umesinzia hivi eti akipika jeti, fanya dua, soma neno ajagi hivyo inakuja, yani inakuja mambo mazuri mazuri ya kishetani shetani. Sasa na watoto wale wako hivyo wanavyokaa, hawana kitu kwenye akili yao, wanawaza vitu vya kuwapeleka kwenye simu na kwenye vitu vya kuwaharibu. Kwa hiyo ni, na sio wazazi wote wana uwezo wa kucontrol zile simu za watoto, waweke sijui parental guidance na nini na nini, sio wote, sio wote. Ninyi mwingine mna uhakika kabisa jinsi ambavyo wale watoto wanaangaliaga vitu vya ajabu wazazi wakiwa wapo. Hivi nafahamu watoto tunaokaa nao nyumbani, nyinyi mnajua kuna ambao yani, wazazi wao, wazazi wow, hawamjui mtoto yaani uh, yuko tofauti. Wazazi wakitokea meshaonaga, hivyo eh? Tofauti wazazi wakitokea, yaani malaika akitoka Gabriel anafuata yeye. Vimalaika vinaheshima, lakini unakijua kabisa kwamba ni kiongo, ni kidokozi ila kinajua kutembea kwenye mstari shuleni, wasijue wazazi wasijue, lakini wewe kwa sababu mtu we ni, ni mshikaji angalau wewe ukijua sio ishu. Vina maisha mawili tofauti, na wale watoto hata walimu wakiita, bwana, mtoto wako tumemkamata na hicho, msinishe, mtoto wangu hayuko hivyo, hakuna kabisa. Atakuwa ameshawishiwa ame, ame, lakini wazazi shuleni wanamjua na wewe unamjua. Kuna vitu vingine ukishangaa, um, mzazi anaongea analalamika analalama um, um, um, um na zaidi ya hiyo, kwa sababu unamjua sasa, usipowasaidia kuwa na kujaza akili yao na vitu positive, vitu chanya, hao watoto watapotea mwisho kabisa. Usisahau wewe unaweza usiwe mzazi a parent, lakini wewe ni mlezi, na usisahau mbegu unayopanda njema kwa watoto wa mtu mwingine watoto wako wataivuna. Watoto wako watafanyiwa na watu wengine, kama ambavyo umefanya kwa watu wengine. Na vile vile, kama unapanda mbegu mbovu, hakikisha kabisa kwamba utaivuna. Wanasema kile unachopenda kufanyiwa, na wewe wafanyie wengine. Wewe ni mzazi, wewe ni mlezi we ni nafasi nzuri kabisa katika makuzi ya mtoto, mtoto wa familia unayokaa, akiharibika, katika kulaumu tutawalaumu ndio wazazi, lakini hatuachi na wewe kunyoshea mkono kwamba ulishiriki kwa, kwa Mungu akutie kuwa mlezi bora kuliko hata wazazi, kwa sababu na uhakika wengi tunakaa kwenye familia ambazo wazazi hawakai kwenye nafasi yao vilivyo. Mungu wa mbinguni